E, bwana mtazamaji wa Mnyasa Media karibu sana kwenye channel yako ipendo ya Mnyasa Media. Mbele yangu bwana ni shabiki wa Simba. Naenda kupigania swali kuhusiana na e, mechi ya Simba na Yanga ama Yanga na Simba mechi ambayo imepangwa kuchezwa tarehe ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa. E, bwana mambo vipi bwana? Mambo zave vipi hali? Salama kabisa. Mambo yanaenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, sijui wewe. Ah, mambo safi kabisa. Leti habari. Umepotea sana bwana. Ah, nimepotea, najua majukumu yalikuwa mengi sana ya kifamilia. Eh. Nashukuru nimeshamaliza majukumu ya kifamilia. Eh. Sasa nipo nipo mtaani. Eh bwana, mechi ya Simba na Yanga tarehe 25. Simba, nyinyi mnasemaje? Mnacheza au hamchezi? Maoni yangu eh, hii mechi Simba tusicheze. Msicheze. Simba tusicheze kwa sababu mechi imeshakuwa na tension kubwa mm, toka mwanzo toka siku ambayo mechi imeahirishwa ghafla kabla ya tarehe 15, ile mechi iliahirishwa ghafla ghafla, afu wote waliwaahirisha mechi wakaingia mitini. Sasa hiyo ni changamoto ambayo ukiangalia kuna sintofahamu ndani yake mm. kwa sababu bodi ya ligi imeahirisha mechi ile baada ya kikao, wakaahirisha bedi ile mechi. Baada ya kuahirisha mechi, viongozi wa bodi ya ligi nao wanajiuzuru. Sasa wenyeji wenyewe wanakukaribisha, afu wenyeji wanaondoka wao. Hiyo mechi kweli ina, ina, ina ina kuna haja kuwepo hiyo mechi kweli? Yani, wewe ndio mwenyeji wangu unasema leo tarehe 25 uje afu mwenyewe unajiuzuru unaondoka. Sasa mimi mwenyeji wangu ukiwa muondoka, mimi na fedha gani kucheza hiyo mechi ya tarehe 25? maana yake nyinyi watu wasema imekasirika kwa kitendo cha bodi ya ligi kujiuzuru. Kwa nini jiuzuru? kama tushaamua kwamba ile mechi ichezwe tarehe 25, basi wasinge jiuzuru. Wao kwanza, twende kwenye mechi, tucheze mechi, kisha maliza mechi, then wajiuzuru, haina tatizo. Mbona siku zilikuwepo zinaendelea. Sasa wao wameanza kujihudhuru kabla ya mechi. Ina maana kuna kitu kipo pale ndani yake. Basi Simba nyinyi mnataka msipeleke timu uwanjani. Na ndio maana wamewapa nguvu Yanga kuongea sababu matakwa ya Yanga wametekeleza halafu wakaondoka. Kwa hiyo Simba matakwa yao hawajatekeleza wakati wao wanatoa tarehe ya mechi kwamba tarehe 15 mechi kachezwe. Na Simba kabla tarehe siku mbili mbele walipewa barua ya kumiliki uwanja kama kimazoezi. Na na baada ya michezo. Kwa mantiki hiyo Simba alikuwa waingie kwenye mechi tarehe 15. Baada ya tamko lao wao Simba ni mechi ya kucheza tarehe tar, tar, tar, 15. Wakafuata mm. Waka kauli zao. Sasa wao wenyewe bado kuta kuandaa mechi za tarehe 20, wao wenyewe nao wameingia mitini. Unategemea hapo kuna kuna nini ndani yake? Kama mechi imekuwa ina nguvu, mechi haina impact, kila mtu anaangalia mambo yake sasa. Hakuna hamasa hamasa, hakuna chochote kinachoendelea. Ah? Kwa hiyo hakuna haja kuwa na mechi mimi naona. Kama wangeweza kwenda pale Yanga waende wao wenyewe, waliotaka mechi tarehe 25, wapewe pointi 3, Simba aende akafanye shughuli zake zingine. Kwa hiyo mko tayari nyinyi kukosa ubingwa msimu huu? Ha, haina shida, kwani sio kwamba tumekosa ubingwa mwaka jana, mwaka juzi, tumebadilika nini? Hamna kilichobadilika na ndio kwani tumetia shirikisho, zenu tumeingia mpaka finali. Kwa hiyo hakuna kilichobadilika nyuma nyuma ya ligi. Kwa hiyo kama tukikosa ligi mwaka huu, tuko tayari. Kwa sababu tayari mechi yenyewe ishakuwa na makando kando. Ah? Eh, mechi ya Davi ishakuwa na makando kando, mechi imeisha mara mbili, hii mara ya tatu. Si makando kando haya. Kwa hiyo ndio maana watu wa Simba wenyewe wamekasirika. Ndio wamekasirika, kwa sababu tunakwenda kwenye mechi ambayo haina impact. Mechi haina mauzo. Mechi haina haina, haina hali. Mechi haina tension. Eh, kama mechi, eh, mechi ya ndondo. Eh, Hata leo kesho tunacheza mechi ya ligi. Unakaa siku mbili unacheza mechi ya dabi. Wewe unaona wapi? Dabi ah, kacheza kwa staili hiyo. Wewe unaona wapi? Eh, hakuna dabi cho design hiyo bwana. Dabi ina muda. Watu wakaa wiki mbili kwenye kambi poezi kwenye kambi dabi ndio inachezwa, Hata dabi wanacheza mechi ya ligi hiyo, una kaskomo moja ya pili mechi ya dabi. Wewe muona wapi? Wao mchezi bwana. Haya sochezi, tuache tu, yaani viongozi kavikasi wasipeke timu. Lakini kwa afya ya mashabiki na wapenda soka, Ninyi kaulieni kusema hamchezi. Auoni kwamba mtakuwa mnawafanyia vibaya wapenzi wa na watazamaji wanaopenda soka la Tanzania? Sio sisi, TFF na bodi ya ligi. Sio sisi. Kwani sisi ndo tumetumealisha mechi? Sisi ndo tumepanga mechi? Waliopanga ndio wenye mechi yao, sio sisi s Kama tujacheza hakuna athari, sababu utahukumu klabu moja, sawa mm. Sio lazima sisi, mfano tutaki, unatuhukumu sisi, kama sisi tuko tayari kuhukumiwa, mfano. Hamna, hamna shida, hamna shida, hamna shida sisi. Kwa hiyo akina eh, akina Ki bwana wakanyanyue ndoo nyingine tena. Eh hey, mimi mimi bwana sina dawa ya kwenda uwanjani, sina hata mpango huo hapa pale uwanjani. Sina mpango tena rube. Na sifikiri kwanza. Ukashangilia ubingwa. Hiyo hey, yeah, ina shida. Eh hey, ina shida sisi. Tuko tayari. Kwa hiyo unajua ifike sehemu inaitwa liwalo na liwe. Kwa hiyo msimu huu Simba mnatoka bila kombe. Haina shida, mambo yanaweza kutoka bila bila bila kombe. Na kuja badilika watu naitwa Simba Sports Club na tumetetea na kwenye rekodi ya Afrika. Tuko nafasi ya tano kwa ubora. Ai, ai bwana, sasa tuiangalie mechi ya Simba dhidi ya Kagera Sugar. Hmm. Mnaenda kucheza mchezo huu eh, mkiwa nyumbani. Eh bwana, mchezo utakuaje na Simba umejipangaje? Ah, mimi nasema, sababu tupo kwenye ligi. Hmm. Mechi ambazo zimepangwa hazijakuwa na tatizo. Mechi hazina hazina sintofahamu. Ni mechi hmm. ko kwa live ina shida. Kama hmm. mechi iliyopita tumecheza tumecheza vizuri, tumecheza goli tano. Na zile hata mechi hii tutacheza vizuri. Na mategemeo makubwa, tutashinda. Hatuwezi kuacha kipi ki, mechi. Ki, ki,

Hatuna shida sisi. Ndio maana tukasema hata tuko nyuma point 3 huko baadaye, hatuna shida sisi. Tayari tushakuwa timu kubwa Afrika tunajulikana. Hatuna shida sisi. Hatuanze leo mpira. Sawa eh? Sisi hapa ni mambo ya mpira wa Afrika. Leo ukitaja mpira wa Afrika, Simba ndio kubwa. Afrika. Kwa sababu tuna shida tukikosa siku moja au mara mbili. Tusipokunywa chai utakula ugali mchana. Kwa sababu ugali utakula wali usiku. Ah? Ha? Hatuna shida sisi. Sisi sisi hapa Simba sawa na maji tu. Usipokunywa utaoga, usipoga utafuria. Ndio Simba. Eh, ndio Simba tulivyo. Kaa maji tu. Yanga anawaambia nini sasa? Ah, anawaambia Yanga cho kitaka umekipata. Waendelee nacho tarehe 25 wakatafuta timu kucheza nao. Au asira hizi bwana. Ah, wao cho kitaka wao washakipata. Tarehe 25 wakatafuta timu kucheza nao. Au au Simba mna asira sana bwana. Ah, sisi asiye mna asira kwa bodi ya ligi. Mna asira na Yanga sisi. Mna asira bodi ya ligi tu. Sababu wao ndio wameacha mechi yetu tarehe tarehe 15. Sio Yanga, Yanga hajaacha mechi. Yanga aliomba tu wakati wajiuzuru, bodi ya ligi mwafuta, Yanga wamejiuzuru basi, na sisi tunasema kwamba bodi ya Yanga wamejiuzuru, wakacheza wao na Yanga. Lakini swala la dabi kwa elisho lianza tarehe nane Machi. Nyinyi Simba, baada ya kuto kuingia kufanya mazoezi, mkasema hamchezi. Ni kweli mechi haiwezi kuchezwa. Yanga Africans salalamika, so wapata alama tatu na wenyewe wakagonga mwamba. Mechi kapangwa tarehe 15, imegonga mwamba. Leo tarehe 25, na nyinyi tena mnasema hamchezi. Hamuoni kwamba jambo mnalifanya pengine kiafya mpira sio sahihi? Hiyo ni kazi ya bodi ya ligi si? Kama klabu kama klabu nyingine tu, ni klabu kama klabu nyingine. Hiyo kazi ya bodi ya ligi utajua wao, sio sisi. Sisi tunasema mechi hii haina afya kwenye mpira, mpira wetu na sisi na Simba. Yaani sisi kama Simba tuna afya na mechi hii. Mbona mechi ya ligi tunacheza kesho? Sababu haina makandokando, ila mechi hii ina makandokando. Watu wamejizuru sababu ya mechi hiyo, mbona hawajizuru sababu ya mechi ya pamba? Mbona hawajajiuzuru baada ya mechi ya, ya, ya Geita? Wamejiuzuru kwa sababu ya mechi ya nini? Ya Yanga. Kwamba Yanga wameshinikiza wame wajiuzuru ndipo wacheze tarehe 25. Na maana Yanga wamekubali wamekubali kucheza kwa sababu wamejiuzuru watu. Kwa hiyo wamepewa shinikizo te bodi ya ligi, wamekubali shinikizo. Alafu sisi kwa tena wao, wao wana wapi hiyo? Kwa ndo mchezi. Eh. Si. Wacheze wao na bodi ya ligi. Eh, bwana shukrani sana. Asante.